Habari, karibuni katika channel yetu ya afya. Leo tutaangalia moja mada muhimu sana kwa watu wote ambao ni watumiaji wa dawa, kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Nitakuwa na mgeni, ni mfamasia anayeshika na madawa, atuelekeza kwa undani kuhusu mada hii kwa undani. Kombe ukae mpaka mwisho ili jifunze mambo mengi zaidi. Nipende kumkaribisha mfamasia, karibu sana. Naomba jitambulishe majina yako, ili watazamaji wapate kukujua. Ndiyo, basi nomba ena, ya mimi ni mfamasia katika chuo cha Karol Duma. Leo tutaongelea mada ya matumizi sahihi ya dawa. Karibu. Asante, tumemsikia. Baada ya kujitambulisha, naamini tutakuwa tumemfahamu. Tunamkaribisha tena ajisikie yuko nyumbani. Nomba sasa uanze kutuelekeza, ndugu mfamasia, nini maana ya matumizi sahihi ya dawa? Na tunamwulizia matumizi sahihi ya dawa, tunamaanisha kitu gani? Asante. Matumizi sahihi ya dawa ni pale ambapo mtu anatumia dawa sahihi kulingana na maagizo aliyopewa, kama kutumia dawa kwa muda sahihi, kwa kiwango sahihi, pia na kwa mgonjwa sahihi. Asante, naamini wengi atakuwa wameelewa kuhusu nini maana matumizi ya dawa. Hasa ni vitu gani ambavyo mtu anapaswa kuzingatia ili awe na matumizi sahihi ya dawa? Asante. Vitu muhimu vya kuzingatia katika matumizi sahihi ya dawa cha kwa kwanza ni kuelewa. Mgonjwa inabidi aelewe maana ya matumizi sahihi ya dawa pamoja na elimu kiundani ya matumizi sahihi ya dawa. Namba mbili, asome maelekezo pamoja <coughs> na viambatanisho. Mgonjwa inabidi ajue kusoma maelekezo yale ambayo anapewa kakudawa, na kama hawezi lazima kuwe na msaidizi ambaye atamsaidia kufata hayo maelekezo, lakini pia kutumia kulingana na namal mgonjwa inabidi atumie dawa kulingana na maagizo aliyopewa na mtaalamu husika. <coughs> namba nne, kuepuka mchanganyiko mbaya wa dawa. Mgonjwa haruhusiwi kuchanganya dawa bila ushauri wa kitaaluma, kwa maana anapochanganya dawa inabidi apate ushauri wa kitaaluma. Namba tano, ahifadhi dawa vizuri. Matumizi sahihi ya dawa ni pamoja na kuhifadhi dawa vizuri, kuhifadhi dawa sehemu kavu, sehemu yenye baridi, mbali na watoto lakini pia kuripoti athari mbalimbali. Mgonjwa anaruhusiwa kuripoti athari mbalimbali anazozipata kutoka kwenye dawa, wa mfano kuwashwa, kutapika, vitu ambavyo vinamfanya asiendelee kutumia hiyo dawa. Lakini pia nyingine, kutotumia dawa kwa mwingine. Sio kwamba kwa sababu una matatizo yanayofanana na mtumiaji wa dawa basi mnaweza kutumia dawa nyingine, hapana. Kwa maana hiyo matumizi sahihi ya dawa ni kutumia dawa kwa mgonjwa sahihi kwa mtu mwingine. Kitu kingine na cha mwisho ni kukumbuka aina za dawa. Ni jukumu la mgonjwa kukumbuka aina za dawa anazotumia ili kuepuka pia kupata zile athari. Mfano, anaweza kukumbuka kama dawa fulani aliyotumia na ikampa matokeo hasa hivyo. Asante kwa famasia kwa maelekezo mazuri kuhusu mambo ya kuzingatia kuhusu matumizi sahihi ya dawa, naamini tutakuwa tumeelewa na kuanzia leo mimi nitakuwa ni mmoja wa watu ambao anaelekea matumizi sahihi ya dawa. Je, unaweza kutueleza kwa undani kuhusu faida za matumizi sahihi ya dawa? I mtazamaji, matumizi sahihi ya dawa yana faida nyingi, ikiwemo ufanisi bora wa dawa na sababu pia ugonjwa, kutumia dawa vizuri kwa ustahili anapata matokeo chanya kwa haraka sana, lakini pia dawa inafanya kazi vizuri. Kwa maana hiyo tunapata matibabu. Lakini pia namba mbili ni kuponya kwa ugonjwa. Ah, kama dawa itafanya kazi kwa ufanisi vizuri, basi pia tunaweza tukapata matokeo chanya na mwenzetu tukapona. Kitu kingine kuimarisha afya kwa mgonjwa, kama mgonjwa ameweza kupona na mgonjwa wake kwa maana tutakuwa tumefaidi tumefanya tumeimarisha afya yake. Kitu kingine kupunguza hatari ya athari mbaya. Kutumia dawa kwa usahihi, tunaweza kutoa yale matokeo hasi ya dawa, ikiwemo ya ambayo yanasababishwa na matumizi mabaya ya dawa. Kitu kingine tunapunguza gharama za matibabu, unaweza tukatibu ugonjwa kwa muda mfupi na tukapata pia matokeo mazuri. Kitu kingine faida ya matumizi ya sahihi ya dawa ni elimu ya afya. Mgonjwa anakuwa amepata faida kupata elimu ya matumizi sahihi ya dawa ambayo inaweza kamsaidia yeye na jamii pia kwa ujumla. Asante kutuelekeza kuhusu faida ya matumizi da. da. ya dawa. Je, tunaweza tukatueleza kuhusu asari za matumizi mabaya ya dawa ili pia watu wajue kama kuna madhara mtu asipokuwa na matumizi sahihi ya dawa? Ndiyo, asante sana. Mtu asipotumia dawa vizuri kwanza, dawa haiwezi ikafanya kazi kwa ufanisi kama ipasavyo. Kwa maana hiyo, mgonjwa ambaye anatumia dawa bila usahihi, dawa haifanyi kazi kama inavyotakiwa, tunapata matokeo hasi. Kitu kingine, tunazidisha ugonjwa, kwa sababu dawa unatumia vibaya. Kwa maana hiyo, hakitibu ugonjwa, tunaongeza ugonjwa naaamba. Kitu kingine, uwezekano wa kupata wakupata athari mbaya kwa mgonjwa ni rahisi sana sahihi kwa kwa sababu, bila usahihi, bila wa dawa kwa sababu anachanganya dawa bila usahihi bila ushauri wa kitaaluma anapata mchanganyiko usio sahihi. Lakini pia kuwapa wagonjwa wengine dawa kwa, kwa sababu anakuwa hana hiyo elimu, kwake sio shida kumpa dawa mtu mwingine kwa tatizo lake. Ya mwisho ni kuwakatisha tamaa wagonjwa. Mgonjwa asipokuwa na mwelewa wa, wa matumizi sahihi ya dawa anakuwa hana imani hizo na dawa anazotumia na pia na ugonjwa wake kama anaweza akafua. Kwa maana hiyo inaleta hatari kutokana na kutou. Asante kwa maelezo mazuri, pamoja mpaka mwisho. Naamini watazamaji watakuwa wameelewa kuhusu matumizi sahihi ya dawa, ikiwemo iakuzingatia asari zake pamoja na faida zake. Aoneza kwa hitimisha kwa ufupi kuhusu a hupata mwongozo wa kitaaluma lakini pia kuwa na uelewa kuhusu matumizi sahihi ya dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ambayo itamsaidia kuimarisha afya yake na vitu vingine. Kwa hiyo nawashauri mtumie dawa kwa usahihi, kwa kupata ushauri wa daktari na ushauri wa mtaalam. Asante kwa msio kwa maelezo mazuri na mimi nimejifunza mengi mengi mengi mengi kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Na mimi kwa sasa hivi mtazamaji wangu atakuwa ameelewa na anaanza kufuata matumizi sahihi ya dawa. Kumbe hata hilo nimeza dawa nisikie vizuri kwamba mtu mwenye dawa ni makosa yake kufanya hivyo. Na mingi, wengi tumejifunza na naamini kazi kwa zile bacteria ambazo zimeleta mambo. Mwisho nitakushukuru.